aana waambie sasa zawadi aka na ngao hiyo sasa wanaidizaaaau ululizoewambie mtoto wa mimi watoto wamjenda katambe nao afunga madishe. Nilimwambia mtoto wa mimi anatamba pande za uchochoroni akiamjini anakuta wanaui naa